mtazamaji wa Rock Fashion TV kwa majina, mi naitwa Mjanja wa Kiwanja. Hii ni Rock Fashion TV ambao unaweza kupata kupitia mtandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pia nakumbusha kwa yeye ambaye ndio mara kwanza kufuatilia chaneli hii, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini ili uanze kupata kupa video zetu, na kama mnavyoona hapa kuna kijana wetu tazungumza na mawili matatu. Kusikana na shughuli zake yeye ni nani atufahamishe. Brother, salamu alaykum. Waalaykum salam wa rahmatullah. Mambo vipi brother? Namshukuru Mungu. Na ili watu wakufahamu, wakujue ni nani, unatokea wapi, tuambie. Mimi ni, ni... Mdaishi Mhuseni. Mm. Natokea Bujumbura lakini ni mzaliwa wa Bubanza Province. Na, na unajishughulisha na nini maana tuna siku mbili tatu tunakuona hapo katika mji wa Rumonge. Katika mji wa Rumonge nimekuja kwa shughuli ya, ya soka tu. Mm. Mini mi mkufunzi ni mkocha wa mpira mm. wa miguu yeah. Na na unaweza kuniambia wewe na swala la ukocha mpaka sasa umeshakocha timu ngapi? yeah, nimeanza kukocha kitambo tu mm. Sema tu tumeanza chini tukaanza tunapanda polepole pole. Yeah, ya, nimeanza kukocha ilikuwa mwaka elfu mbili na tisa, tumeanza na timu ya Legion Athletic mm. Ikatukanda tunapanda kidogo kidogo, nikaanza nikafundisha timu moja ya Black Stars 2010 2011 mpaka 2012. Nikapita timu kama Super Rangers ya daraja la tatu, nikatoka hapo nikapanda nikaenda mpaka mlejeni daraja la pili, tukatoka mpaka sasa. Nikaingia mwaka 2019 ndo nimekuwa hapo Chankuzo timu ya Vumuza, na hivi sasa ni kwa Rumonge kwa sasa. Ya ilikuwa kuaje mpaka kukutana na timu ya Elites FC. Ya wanasikia tu kazi ya mtu kisi anavyotumika mpaka sasa, wanakuitisha, wanaomba njoo tusaidie, tusaidizane ili timu hiyo yu iweze kusonga mbele na inaonekana you know, una muda mrefu sana takriban miaka kumi kama sio tisa hivi mm. Ni kitu gani ambacho ushafaidika kupitia hii kazi yako ya kufunza wanafunzi wa mpira, yani kukocha? Ya nimesoma mpaka somo la tisa nafundishwa na wazazi mm. La kumi nikaanza kujilipia masomo kupitia hii kazi mpaka kisi nikamaliza, wazazi wakanisaidia saidia vidogo vidogo, najisaidiza kwa kupitia hii kazi mm na kujitegemea kimaisha, ni juu ya hii kazi nimefikia mpaka nikatoka, naenda mishemishe tofauti juu ya hii kazi nanipa nguvu za kuweza kufanya zingine, ni mishemishe ya yeah. Yeah, na kinyume na hii kazi ya kukocha, ya kukocha wanafunzi wa mpira, ni kazi nyingine ipi ambayo unashirikana nayo ya? Yeah, nilikuwa na vitu business zangu nafanya pembeni, kama photo studio, nilikuwa na nyumba ya kutengeneza mapicha na mavideo tofauti, kama za harusi za nini. mm. yeah. Ndo kazi zangu nilikuwa najishughulisha nazo, zingine hizo kinyume na mpira wa miguu. umezungumzia kuwa ile message imekuitisha msaidizane. hmm. ina maana kuwa pesa ambayo unapata una katika kazi yako, yani kujishughulisha katika hizo kazi inatoka wapi? maana umezungumza mnasaidizana, inaonekana mna chote kile ambacho wanakupatia. niko na mkataba, nimefanya mkataba na timu wako. hmm. viongozi wao wako hapa ndo wameniitisha wakaniambia, tufanye mkataba mwaka mmoja, yani msimu huyu mmoja hmm.

hii timu ni timu nikisema ni academy, zile timu zenye nilikuwa natumikia iko zamani zilikuwa za kibinafsi. mm -hmm, eh, kutana timu za kibinafsi lakini hii ni timu iko mnani kubwa, iko mnani kubwa, unakutana ni academy pako ya hapa Rumonge, pako ya Ngozi, pako kwa ya Bujumbura, pako ya Gitega. Yani hapa ni fasi kwenye ukiperform vizuri, ukitumika vizuri ushauri gani. Vijana, wote, nazani kawambia ni kila mtu ajue kipaji chake Mungu kila mtu amemuumba na kipaji wewe ukishajua kipaji chako usifosi kipaji chenye sio chako, jitahidi upambane, utumike mpaka sa enyewe utaona kama hali yenye Mungu amekuwa anataka uwe nayo na inakufikia, ndo yep. Hiyo alafu, wakocha walikuwa nyuma yako hapa wengi wengi, walikuwa washakuwa watu wazima, wazee wazee, wanakochea wa vijana, na istoshi umekuja huko kijana, na wewe unakochea wa ni wa vijana, hamna yale matibuzi fulani fulani au ile kugumana gumana japokuwa kukocha, ila mna ile nivo moja? Hiyo itatokea katika hao wachezaji mpira ambao unawafundisha katika ukocha wako haitakuwa ya, ya, ya kwanza. Natumika na watu wachezaji wa, wa vijana kama mimi mm, au wakubwa kunishinda. E, nimeanza kukochi niko somo la nane daraja la, ilikuwa ni daraja la pili mm. Niko somo la tisa nimekuwa mchezaji. Akishakuwa mtimo anakuwa kama ni kama kijeshi mm. Anaweza kuwa kanali iko na miaka midogo yeye ni mkubwa, lakini anatia amri mimi hapa ni amri tu, kazi kwenda mbele, saa ya kazi saa kazi, kazi kwenda mbele, saa ya kuleta ya kutibuana na tunaanza kutibuana kinyume mm -hmm. ya kazi hapana, sasa tuko tuko mkazi kazi kwenda, anapaswa kufuata sheria zangu zile nampatia. Tena nimefika hapa nikakuta palikuwa matatizo, kila mtu yuko na kisa ameumbiwa na kisa anaishi kwao, tabia ziko tofauti. Ukikutana mtu kwa tabia mbovu, na unahitaji kumnyosha kama mwalimu, na unahitaji kuachia kumstari kama mwalimu, na vitu viko sawa hivi ya kwa kisa wewe, ni mwalimu na katika wanafunzi wako wote, ni mwanafunzi yupi au wanafunzi wangapi ambao ushaona hawa msiku za mbeleni watakuwa kwa wanafunzi wazuri sana? Nimekuta hii timu iko na wachezaji wa kipaji sana. Yep. Wako na vipaji watoto hapa Rumonge, nimekutana kwa na vipaji, sema tu pako baadhi yao wa wajitambui. Mm. E, na kila mtu kama ajitambui, ukiwa na muda wa kumuonesha kipaji chake kwenye kiko na muonesha. Yep. Ila hivi naona wana wako wanaanza kuja kumstari wote, nime wakitumika vizuri, umwaka tulitumika pamoja vizuri, hapata kosa kama vijana watafika mbali zaidi, hmm. e, kikubwa ni kusikilizana na kuelewana na mwalimu wako, ndo chenye nikawaomba watoto wa vijana hapa Rumonge, hisi Waparumonge wenye wanaona watakuwa watakuako mbele zaidi, ni kama macho yaani, machoyanijicho ya la tatu nawaona na ni, ni kama wangapi hao, ni wanani? hmm. Wachezaji Waparumonge, nikona wachezaji Wapa Rumonge ni kama kumi na tatu yeah. e, ni wengi lakini kama nikisema nitamke ni hesabu hawa ni wana wangapi huyu na huyu mm. itakuwa nimeenda kinyume na, she, na sheria yeah. Juu niko mwalimu hata kama patakuwa pako mmoja wao mwenyewe wa hajajikaza kwa maendeleo ya mpira mm. Mimi ni mwalimu siwezi nikamlaumu, napashwa nifikia na tafuta mbinu gani nitafanya juu na yawe pamoja na wenzake, na ndoto yako wewe ni kuwa uko chako ufike mpaka wapi mokucha pako manivu napata unafikia mpaka sasa, unachukua professional unakuwa, unakuwa professional mm. Ni kazi yako na bidii zako, juhudi zenye uko nazo yeah. kwa hivi sasa mimi niko na distance ya kaf nikitumika vizuri na, niko na shida kuzidisha hapa nipata hata diploma ya mm. kaf mpaka sasa nifike huko mbele ndo yeah, idea yangu yenye niko nayo mimi nataka

Timu yenye napendaga mimi, kawaida ninapenda timu yenye niko natumika hemu mm. sana lakini sanalakini ma, kimawazo yangu natarajia nifikie e ya kwenda muinchi wakina bahati vivyo na mimi nataka niwe kama wale kutoka hata nje kidogo ya nchi au hata hapa Burundi pana timu zenye naona kama nikifika, mbona naweza kwa nasikia niko nafarijika kidogo. Ya, umezungumzia kuna baadhi ya timu ambazo ukifika hapo utakuwa umefarijika kidogo, ni kama zipi hizo timu? Ya, hapo kama hapa Burundi naangalia timu zenye ziko juu mm, ukitazama kimpangilio yao kama ile Flambeau de Centre zile ni timu zenye ziko kimpangilio uko vizuri mm, hizi timu za kipolisi ya Rukinzo, mm, ziko na mpangilio mzuri, pako timu nyingi hapa kama kidogo tu pa pa kwamba kama tazio kidogo anatokea, lakini unataka timu hizi ziwe na mpangilio mzuri kama za Vitalo. Hizi ni timu nyingi tofauti hapa Burundi, ile timu yenye kwa mnivo ya juu ya mwenyeni. Kwa hiyo nikipata nafasi naweza nikaitumikia vizuri na sikia ni nafarijika. Yeah, ina maana hizo timu zina mpangilio mzuri. Hii ambayo yenye kwa hiyo bado haijakuwa na mpangilio mzuri japokuwa wanaitumikia, hiyo ni timu zenye niko na taji hapo. Ni timu hizi za premier division hapa, tuko na daraja la pili. Yeah nikipata hiyo yeah, nafasi ya daraja la kwanza tumetafutiwa na timu za daraja la kwanza ndogo ndogo, zinakutafuta lakini unaona kama hazina mipangilio, unaamua kubakia daraja la pili. Unaweza kutoa ushauri gani katika wale wa vijana ambao wako msit awafanyi ishi yote kama kujishughulisha na, na, na, swala la mpira kama wewe mwalimu unaweza kupatia onyo gani au ushauri gani kama mwalimu wa, wa mpira, vijana wengi Burundi, ukitazama asilimia tisini za wachezaji vijana wa, wa Burundi wengi wanacheza mpira yeah. Wengi wanajishughulisha na kazi ya mpira juu Burundi ni nchi ndogo tena nchi yenye haijajiinua kiuchumi, inabidi wa vijana wapiganishe wa fasi zote waache uvivu waache uzembe, watumike wakiwa wanajua kupiga mpira aje, mpira aje apige mpira juu, mpira unapanaga kwa dakika moja au mbili, unaweza kupata, unakutana, unakuwa tajiri mpaka sasa nchi inakuheshimu. Eh, nadhani nawashauri tu, waache uvivu, waje watumike, kama mwenye anaweza kutumika kwa mpira au mwenye anaweza kujishughulisha na zingine kazi, kuna kipaji nacho, aende afanye kazi, aache uvivu. Mmesikia, tumezungumza na kocha marifu sana, amezungumzia mambo mengi kusikana, mm -hmm. na timu ambazo wamepitia amezungumza ushauri mwingi kupitia kazi zake za kocha. Alafu kocha, unaweza akatoa shukrani gani au kupitia neno gani kupitia tembelea leo katika anjazii? Naweza kusema nikuwa eh, siamini kama unaweza kakumbana na nijunik, nafuata vitu vyenu katika mitandao hmm, ila leo nimepata bahati ni, bahati kama, kama bahati mtu anapata kutembelewa na channel kama hii Rock Fashion mm. TV mm. na waza washukuru sana nasema, Mungu awabariki, na namzidi kuendelea katika kazi zenu, ndicho mm. mm. mm. nazakasema zen hicho nawza kaomba hata watu wenye wanafuatilia kazi, mm. kazi, kazi zenu za Rock Fashion. TV waweze mm. kuzidi tapita kila mitandao yenu yote na kuweza kusubscribe kama ni kwenye channel ya YouTube na kuweza kupata katika page zenu za Facebook ili waweze kupata mengi zaidi. Tunashukuru sana kocha. Ah, shukrani nanyi pia. Naam. Ili na, <tikita> w kwanza kupata video zetu usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, like, share na comment. Asante.